ya siku hii ya leo njema ambayo Bwana ameifanya. Amina. Amina. Tunaenda kuanza ibada yetu na nitaomba hili likawe ombi letu siku ya leo kama neno la Mungu linavyosema katika Mwanzo kumi na nane Mwanzo kumi na nane mstari wa pili. Tunaona mtumishi wa Mungu Ibrahimu akainua macho yake na natazama watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipoona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema akainama mpaka nchi, akasema: Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi.